Ulimwengu hausubiri tena maudhui ya kawaida, unangojea sauti ya ufalme. Shalom, mwana wa Mungu, napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru rasmi kwenye kile ambacho Mungu Baba anakifanya kupitia BEETLE Sonship Spirit Media. Hapa tumepewa neema ya kuwa kioo na kipaza sauti cha injili ya ufalme wa wana kwa vizazi Bwana ametufanya kuwa chombo chake kinachobeba maono makuu ya Kristo aliye mradi wetu, kutangazwa kwa mataifa kwa njia ya ufahamu wa Roho Mtakatifu kupitia mikono ya watu kama wewe, wenye mioyo ya kutoa, walio tayari kushiriki ujuzi na ubunifu, walio tayari kuombea kazi ya Mungu. Tumeona nguvu ya Roho ikionekana kupitia media kwa namna ya kipekee na ya kimapinduzi. Asante kwa kujitoa kwako. Wewe ni zaidi ya msaidizi, wewe ni mrithi na mshiriki wa kusudi la kifalme. Kwa wale waliokuwa wakisubiri mahali pa kuwekeza kwa kusudi, basi Pito ni soko la mbegu ya ufalme. Kila mchango, kila dakika, kila video, kila wazo ni uzalishaji wa maisha mapya ya kiroho. Msimu huu wa sikukuu tunawatakia heri ya Noeli na mwaka mpya wa 2026, mwaka wa kuzaa kwa ujasiri. Na usisahau, tutakuwepo kwenye usiku wa mkesha wa mwaka mpya fungate na Roho Mtakatifu, tarehe 31 mwezi wa 12 2025, mahali huduma ya kimataifa Peter Mboli. Karibu sana mwana wa Mungu, hii ni historia ya vizazi.